Leo tunaitizama simulizi ya Ryan, mtoto aliyeweza kuishi ndani ya msitu wa Amazon kwa siku tano bila maji bila chakula bila maradhi. Ilikuwa ni jioni yenye mawingu mazito, upepo ukivuma kwa nguvu, huku mvua kubwa ikinyesha ndani ya msitu wa Amazon. Ryan, mtoto mdogo wa miaka mitano, alikuwa anatetemeka kwa baridi kali iliyokuwa inampiga akiwa peke yake katikati ya vichaka virefu vilivyojaa giza la kutisha ndani ya msitu wa Amazon. Mikono yake midogo ilikuwa imejikunja kifuani akijaribu kupunguza baridi kali iliyomwingia katika mifupa yake. Ryan alikuwa amepotea. Alikuwa amefika katikati ya msitu wa Amazon akiwa yeye na familia yake kwa safari ya mapumziko, wazungu hao wanaita vacation lakini katika mkanganyiko wa mvua kubwa na kelele za wanyama ambao walikuwa ndani ya msitu huo, wanyama wa mwituni, Ryan alijikuta anatenganishwa yeye na wazazi wake. Kilio chake kilinyamazishwa na mvumo wa upepo mkali, na kadiri dakika zilivyopita, sauti za wazazi wake zilizidi kupotea kabisa. Mama! Baba! Baba! Mama! Ryan Alilia. Alilia Ryan kwa sauti dhaifu, machozi yakitiririka katika mashavu yake, lakini majibu hayakuwepo. Ryan alikuwa peke yake. Usiku uliingia haraka sana. Giza likawa zito kama blanketi jeusi. Mvua ilipoanza kupungua, sauti za misitu zilianza kusikika zaidi. Milio ya nyoka ikasikika, mende wakiruka huku na kule na milio ya wanyama wa usiku ilianza kusikika. Ryan alijificha nyuma ya kichaka kikubwa akijaribu kuepuka macho ya wanyama wa mwituni. Tumbo lake lilianza kuuma kwa njaa, koo lake likawa kavu, lakini hakukuwa na chakula wala maji. Alijikaza asilie, akijua kwamba kilio kingeweza kumvutia mnyama na kingewavuta wanyama wakali, wangemshambulia. Alijaribu kulala, lakini usingizi kwake ilikuwa ni ndoto. Kila mara aliposinzia, kelele za msitu zilimwamsha sauti ya miguu ya wanyama wanaopita karibu yake ilimfanya amke. Sauti za ndege wa usiku pamoja na milio ya upepo uliovuma kati kati ya miti mirefu zilimfanya Ryan atetemeke kwa hofu sana. Siku ya kwanza ilipita, Ryan alikuwa dhaifu, mwili wake ukiwa na michubuko kutokana na miiba ya vichakani. Maji ya mvua yaliyokuwa yanatiririka kwenye majani ya miti ndiyo yalimsaidia kutuliza kiu yake, ingawa hayakuwa ya kutosha. Alitembea bila mwelekeo kutafuta njia ya kutoka, lakini kila mahali aliona ndani ya msitu huo ni msitu ambao hauna mwisho. Siku ya pili, Ryan alipata kipande kidogo cha matunda yaliyoanguka ardhini kutoka katika miti. Aliala haraka bila hata kufikiria, lakini yalikuwa ni machungu, tena machungu sana. Yalimfanya Ryan atapike sana. Njaa ilizidi kumsonga, alianza kuhisi kizunguzungu mwili wake ukiwa dhaifu tena dhaifu zaidi. Usiku wa pili ulikuwa ni mbaya zaidi. Alisikia sauti za miguu mikubwa ikimkaribia, na kwa hofu alijificha chini ya shina la mti mti mkubwa uliokuwa na majani mengi sana. Kutoka pale aliweza kuona jicho kubwa lenye mwanga mkali likitizama huku na kule. Ryan alizuia pumzi yake, mwili wake ukiwa umeduaa kwa hofu kubwa ya kile ambacho anakiona, alijua kuwa alikuwa anaangaliana na mnyama hatari, labda ni jagwa. Mnyama huyo alizunguka eneo hilo kwa muda kabla ya kuondoka. Ryan alilia kimya, machozi yake yakichanganyika na matope ya mvua aliyokuwa amelalia. Akajua kuwa ikiwa angeendelea kukaa hapo angekuwa chakula cha wanyama wa mwituni. Siku ya tatu ilifika. Ryan alijikokota taratibu mwili wake ukiwa umechoka zaidi. Ryan alijikokota taratibu na mwili wake ukiwa umechoka zaidi. Kila hatua ilikuwa ni mateso kwake. Aliona mto mdogo ukitiririka mbali, na kwa matumaini alienda kujaribu kunywa maji, lakini maji yale yalikuwa na ladha ya uchungu, na alipoyanywa alihisi tumbo lake linazidi kumuua zaidi. Akasema, nitakufa hapa, nitakufa hapa, nitakufa, ah, ah. Ryan alijisemea, sauti yake ikiwa dhaifu sana. Lakini alipokumbuka sura ya wazazi wake, moyo wake uliwaka tamaa. Lazima niwapate wazazi wangu, lazima nitoroke katika huu msitu. Alianza kutumia mikono yake midogo kuvuta majani makavu pamoja na vijiti, akijaribu kutengeneza kibanda kidogo cha ja kujificha. Japo kilikuwa sio kibanda kizuri na kikubwa, angalau kilimpa nafasi ya kujikinga na mvua. Alijifunza kutafuta vichaka ambavyo vilikuwa na matunda yasiyokuwa na sumu, akigundua kuwa rangi ya kijani kibichi ilikuwa salama zaidi. Siku ya nne ilipoingia, Ryan alikuwa amechoka kupita kiasi, lakini alijua ni lazima aendelee kusonga mbele. Aliona kundi kubwa la nyani wakiruka juu ya miti. Alijificha na kuangalia, akajifunza kutoka kwao jinsi walivyokula matunda yenye rangi nyekundu na manjano alijaribu kula baadhi yake na akagundua kuwa yalikuwa salama. Hiyo ikawa njia yake ya kuendelea kuishi ndani ya msitu wa Amazon. Usiku huo, akiwa amelala ndani ya kibanda chake kidogo, alisikia sauti ya mbali ya maji yakitiririka kwa nguvu zaidi. Alijua lazima kuna mto mkubwa karibu. Alikusanya nguvu zake zote, akiamua kwamba asubuhi itakapofika atafuatilia sauti hiyo. Labda mto huo ungekuwa njia yake ya kumwokoa. Lakini wakati huo alipoanza kusinzia, sauti nyingine kali ilimwamsha. Ilikuwa ni sauti ya kiumbe kikubwa. Kiumbe kilikuwa kinavunja vichaka karibu na pale ambapo Ryan amejificha. Ryan alikaza macho, mapigo ya moyo wake yakikimbia sana. Je, ilikuwa ni mnyama mwingine, au labda ilikuwa ni msaada? Ryan alikaza macho yake gizani, moyo wake ukidunda kwa nguvu. Vichaka vilitetemeka na sauti za miguu mizito zikawa zinakaribia zaidi pale alipo. Mvua ilikuwa imeacha kunyesha na mwezi ulianza kuangaza. Mwanga wa mwezi ulikuwa ni hafifu, ulikuwa unamulika ndani ya msitu wa Amazon. Ryan alijibana zaidi kwenye kibanda chake kidogo cha vijiti pamoja na majani, akijaribu kujificha, huenda akitizama nini ambacho kinaendelea. Ryan akajisemesha, huenda ni mnyama mkubwa au labda ni watu, Ryan alijisemesha kimoyomoyo, macho yake akiwa hayapepesi kabisa, amedua anatizama kwa umakini sana, aone ni nini ambacho kitatokea. Ghafla aliweza kuona kivuli kirefu kikisimama mbele ya kichaka kilichokuwa karibu yake. Kivuli hicho kilikuwa kirefu na kikiwa na umbo lisilofahamika vizuri. Ryan alihisi pumzi yake ikisimama, lakini alijua kuwa kilio kingemondoa kwenye hifadhi yake. Ah, huku nilisikia sauti hapa, sauti ya mwanaume ilisikika. Ryan ilishtuka, ilikuwa sauti ya mwanadamu, lakini hofu ikapungua, kwani hakujua kama wale ni waokoaji ama ni watu hatari. Mwanaume mwenzangu, kuna kitu huku, sauti nyingine ilijibu. Moyo wa Ryan ulianza kupiga kwa kasi zaidi, lifupa yake midogo ilikuwa inatetemeka alijaribu kubaki kimya kabisa akiweka mikono yake kinywani kuzuia hata pumzi yake kuwa na sauti. Mtu wa kwanza alijongea karibu, akiangaza kwa mwanga wa tochi iliyokuwa inang'ara tena inang'ara sana. Kuna mtu akasikika anasema kwamba, wewe unadhani ni wanyama tu? Huu msitu una mambo ya ajabu sana, wacha uoga wako, lazima tutafute. Inawezekana mtoto yule wa watalii walioripoti ampotea ndo yupo hapa. Sasa Ryan aliogopa sana, lakini bado aliogopa kujitokeza. Aliwaza labda walikuwa watekaji nyara au watu wabaya waliofahamu kuhusu kupotea kwake. Sauti ikaendelea kusikika, angalia huku, mmoja wa wanaume alipiga kelele. Tochi ilimulika moja kwa moja kwenye kibanda cha Ryan. Ryan alijificha zaidi ndani, lakini haikusaidia. Kijiti kimoja kilivunjika na wanaume wale wakamwona, ehe, kuna kitu hapa. Ryan alijua kuwa amegundulika. Kwa hofu aliruka kutoka kwenye kibanda chake akijaribu kukimbia, lakini miguu yake ilikuwa dhaifu, mwili wake ulikuwa umechoka sana. Alianguka chini, uso wake ukigusa matope ya ardhini. Mmoja wa wanaume alipaza sauti, akimkimbilia Ryan, lakini kwa Ryan, kila kitu kilionekana kama ni ndoto mbaya. Alipiga kelele akijaribu kujikwamua, lakini mikono ya wale wanaume, mwanaume mmoja alimnyanyua kwa urahisi sana, kwa sababu Ryan alikuwa ni mtoto mdogo. Ryan alipiga kelele sana, baba mama nisaidie, baba mama, machozi akiwa ya yanamtiririka. Yule mtu mzima akamwambia, shh, we mtoto tulia, hatutakudhuru. Huyo mwanaume alizungumza kwa sauti ya upole sana. Brian alitetemeka sana, machozi yake akiendelea ya kutiririka. Alitizama sura za wanaume hao, walikuwa wamevaa mavazi ya kijani kibichi na kufunikwa na nyavu za majani. Mikononi mwao walikuwa na bunduki ndogo na tochi kubwa. Wakamwambia, sisi ni askari wa misitu tunalinda eneo hili, tumekuwa tukikusaka tangu wazazi wako walipotuomba tukutafute. Ryan aliendelea kutetemeka lakini mwili wake ulihisi joto la mikono ya mwanaume aliyekuwa amembeba, kwa sababu alikuwa na baridi sana. Kwa mara ya kwanza katika siku tano za giza, alihisi kidogo kuwa salama. Je, wazazi wangu wako wapi? Aliuliza kwa sauti dhaifu sana, macho yake yakiwa na machozi mengi sana. Wakamwambia wapo salama, lakini wapo kwenye kambi ya uokoaji mbali kidogo na hapa, tutaenda kukurudisha na utawakuta. Mwanaume huyo alihakikisha kwamba anamshika kwa upole Ryan. Ryan alishindwa kuzuia machozi yake zaidi, akaendelea ya kulia. Mwili wake mdogo ulikuwa umekata tamaa kutokana na njaa kubwa na kiu ya maji aliyokuwa nayo, lakini moyo wake ulijaa matumaini mapya, akiamini kwamba hii ndiyo nafasi ya yeye kuokolewa na kuishi tena vizuri walimfunika na blanket wakampatia maji safi ambayo alianywa kwa pupa kwa haraka sana. Walimpa na kipande kidogo cha mkate, alikula kwa haraka sana. Wakati walipokuwa wakitembea kupita msitu huo, msitu wa Amazon, wakitumia njia za siri walizozijua wao, Ryan alijaribu kuamka zaidi, akijilazimisha kuwa macho. Alijua kuwa mwisho wa mateso yake ulikuwa unakaribia, lakini walipofika katikati ya msitu, mvua ilianza kunyesha tena na upepo ulikuwa ni mkali tena mkali sana. Mwanaume aliyekuwa amembeba Ryan alisimama ghafla, akawatizama wenzake, akasema, mnauona huo moshi? Aliuliza kwa hofu. Ryan aligeuza kichwa chake, akiona moshi mzito mweusi ukipanda angani kutoka upande mwingine wa msitu. Ni moto, moto unakuja upande huu, mmoja wa wanaume alipiga kelele. Ryan alihisi hofu ikirudi tena. Moto katika msitu wa Amazon ulikuwa hatari zaidi ya wanyama wa mwituni. Miti yenye majani makavu ingeweza kuwaka haraka ikawateketeza ndani ya muda mchache sana. Hatuna muda, lazima tutafute njia ya haraka tujiokoe, kiongozi wa kikundi hicho alitoa amri, akamshika Ryan kwa nguvu zaidi. Walianza kukimbia wakijaribu kupita njia ambazo hazina miti mingi. Moshi ulianza kuzidi na sauti ya moto zilianza kusikika zikivuma na kuunguruma kwa kutisha. Ryan alijificha usoni akiwa amebebwa na yule mwanaume ambaye amemwokoa, akiomba kimoyomoyo kuwa naomba Mwenyezi Mungu, tusaidie, tufike salama, utuokoe katika hili janga. Ryan alikuwa amebebwa mgongoni na mmoja kati ya askari wa msituni, macho yake akiwa ameyafumba, huku machozi akiwa hayajakauka kabisa. Sauti za moto zilivuma vichakani, zikiteketeza moja kati ya msitu mkubwa duniani, msitu wa Amazon na harufu ya moshi ilikuwa ni nzito, moshi ukajaa angani, upepo mkali ukazidi kueneza moto huo kwa kasi ya ajabu. Moto ukateketeza miti mingi na vichaka bila huruma, katika msitu wa Amazon. Haraka, lazima tupate njia ya mto, kiongozi wa kikundi hicho alipaza sauti, akiongoza njia mbele kwa mbele, na kupitia tochi zao wakawa wanajipenyeza katika sehemu zenye giza kali pamoja na moshi uliotanda. Ryan alijaribu kuamka zaidi, lakini mwili wake ulikuwa umechoka sana. Aliisikia miguu ya askari aliyembeba ikitembea kwa haraka sana, jasho likimtoka, jasho likimtoka mwanaume huyo kwa hofu na juhudi za kumwokoa Ryan na kuokoa maisha yake. Moshi ulikuwa unawazingira na joto la moto lilikuwa linazidi kadri wanavyoendelea kukimbia. Mto uko upande huu, twendeni, harakisheni, kimbieni haraka sana! Mmoja wa askari alipiga kelele, akiashiria njia iliyo upande wa kulia waligeuza wakavikwepa vichaka ambavyo vilikuwa vinawaka moto. Ryan alihisi pumzi nzito za askari aliyembeba, lakini mwanaume huyo hakupunguza mwendo, alizidi kunyosha spidi baada ya spidi. Alijua kuwa maisha ya mtoto huyo yalikuwa mikononi mwake. Ghafla mti mkubwa uliwaka na kuanguka mbele yao kwa kishindo kikubwa, moto wake ukipaa juu. Askari alisimama ghafla, wakitizama njia yao ikiwa imezibwa na moto mkubwa sana. hatuwezi kupita hapa, mmoja alilia kwa hofu sana na kuzungumza kwa hofu. Tutazunguka upande huu, harakisheni! Kiongozi aliwaamuru kwamba wabadilishe njia waendelee kusonga na njia nyingine. Mkuku mkuku, mbio mbio, walianza kuzunguka upande wa pili, lakini moshi ulikuwa ni mwingi zaidi. Ryan alianza kukohoa, macho yake yakianza kuwasha kwa machozi ya moshi akaanza kusema ninaumwa ninaumwa ninaumwa sana, alilalamika kwa sauti dhaifu sana. Huyu mtoto atazimia, lazima tufanye haraka, askari aliyembeba alikemea, akaongea kwa uchungu sana. Walipokuwa wakikimbia, Ryan ilianza kuhisi mwanga hafifu mbele yao, kulikuwa na sauti za maji, sauti ya mto mkubwa. Moyo wake ulianza kupata matumaini tena. Tumefika, tumefika kwenye mto, mmoja wa askari alipiga kelele kwa furaha. Wakafika katika ukingo wa mto mkubwa unaopita kwa kasi sana. Maji yake yalikuwa ni meupe kwa mawimbi, yalionekana kama ni njia pekee ya kuokoa maisha yao. Hatuwezi kuogelea na mtoto huyu kwa nguvu hii ya maji, mmoja wa askari alisema kwa hofu. Tuna chaguo moja tu, kiongozi alijibu akitoa kamba ndefu kutoka kwenye begi lake. Tutafunga kamba kwenye mti huu na kuvuka, mmoja baada ya mwingine. Walifunga kamba kwa haraka na mmoja wa askari akaanza kuwavusha, akijisikilia kwenye kamba na kupambana na mkondo mkali wa maji. Alipofika upande wa pili alishika kamba hiyo kwa nguvu, akiashiria kuwa yuko tayari kuwasaidia. Kiongozi alisema akimshika mtoto kwa upole, tulia mwanangu, tutakuvusha salama. Ryan alisemeka, lakini hakuwa na nguvu za kupinga. Walimfunga kwenye kamba na askari mmoja akaanza kumvusha akishikilia mwili wake ambao ulikuwa ni mwili mdogo kwa nguvu. Walimfunga kwenye kamba na askari mmoja akaanza kumvusha akishikilia mwili wake mdogo kwa nguvu. Maji yalikuwa yakipiga kwa kasi sana yanajaribu kuwasukuma, lakini askari huyo alikuwa yupo imara sana. Walipofika ngambo ya pili askari huyo, walipofika ngambo ya pili askari huyo alimtoa Ryan kwenye kamba na kumuweka kwenye mchanga ambao ulikuwa katika ukingo wa mto huo. Ryan aliketi chini, alikohoa na kuvuta pumzi kwa haraka. Askari wengine walivuka mmoja baada ya mwingine, na baada ya dakika chache wote walikuwa salama upande huo wa mto. Walitizama nyuma na kuona moto ukiendelea kuteketeza msitu wa Amazon, moshi ukielekea angani kwa wingi sana. Tumetoroka, tumetoroka, Ryan alijikuta akisema kwa furaha, lakini machozi yakimjaa tena. Sasa tutakuelekeza kwenye kambi ya uokoaji, wazazi wako wapo huko na tutawakuta, kiongozi wa askari alimwambia Ryan, akimchukua tena Ryan na kumweka mgongoni. Walitembea kwa saa kadhaa kupita njia za msitu wa Amazon, njia ambazo zilikuwa salama. Mwanga wa asubuhi ulianza kuchomoza na Ryan alihisi mwanga huo ukiwa kama ishara ya matumaini. Alipokuwa akifumba na kufumbua macho, alisikia kelele za watu kwa mbali wakiongea. Ryan mwanangu, Ryan! Ryan alifumbua macho na alipogeuka, aliona wazazi wake wakikimbia kuelekea upande wake. Alijikokota kutoka mgongoni mwa askari na kukimbia kwa mwendo wa kudondoka-dondoka. Mama, baba, mama njo, baba yangu! Mama yake alimkumbatia kwa nguvu, machozi yakimtiririka, baba yake akiwa ameshikwa na upole, huku akilia kwa furaha, mwanangu tulidhani tumekupoteza. O Mungu wangu, Mungu ametusikia! wa Ryan alijikuta akilia zaidi, lakini machozi haya yalikuwa ni machozi ya furaha. Askari walitabasamu wakijua kuwa juhudi zao hazikupotea bure. Katika kambi hiyo ya uokoaji, Ryan alipewa chakula na maji, akahudumiwa na madaktari waliokuwa wakiangalia majeraha yake madogo ambayo yalimpata msituni. Wazazi wake walikuwa karibu naye kila wakati wakimwambia jinsi walivyokuwa wakimwomba Mwenyezi Mungu amwokoe mtoto wao. Ryan alijua kuwa amepoteza siku tano katika msitu wa Amazon, lakini hakuweza kusahau jinsi alivyojifunza kupambana na uoga wake, jinsi alivyojifunza kula matunda salama na kutengeneza kibanda chake kidogo kwa ajili ya kuishi. Na zaidi ya yote, alijua kuwa upendo wa familia yake ulikuwa na nguvu kubwa zaidi kuliko hofu yoyote aliyokutana nayo katika msitu wa Amazon. Miezi michache baadaye, Ryan alikuwa amerudi nyumbani kwao akiwa salama salimini, na simulizi ya jinsi alivyookoka katika msitu wa Amazon ikawa hadithi maarufu sana katika kijiji chao. Wazazi wake walimkumbatia kila siku, wakiendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa muujiza wa kumwokoa mtoto wao. Lakini Ryan akiwa amelala kitandani kwake, mara nyingi aliota ndoto za msitu huo, msitu wa Amazon sauti za wanyama zilimjia, kelele za mito zilimjia, na mwanga wa tochi wa waokoaji bado ulizidi kujirudia katika akili yake. Hakuweza kuusahau msitu wa Amazon, lakini kila alipofumba na kufumbua macho na kuwaona wazazi wake, alijua kuwa ndoto hizo zilikuwa ni sehemu ya ushindi katika maisha yake na yote aliyoyapitia katika msitu wa Amazon. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Nina ninaimani video hii umejifunza vitu vingi sana kupitia maisha ambayo aliyapitia huyu dogo kijana ambaye alikuwa na nguvu ya ajabu ya kung'amua mambo. Huyu si mwingine anaitwa Ryan. Imesimuliwa na mimi Jimmy Godfrey, imeandaliwa na mimi Jimmy Godfrey na kupenda sana. Siku njema iwe nawe. Mimi kwa leo tuishie hapa, niseme tu bye bye.